Nime, me, shiriki katika uchaguzi wa Benedito 16 lakini pia na Francisco. Mapapa 265 na walipita kabla yake, lakini yeye akawa papa wa ukwanza papa wa kwanza kutoka bara la Amerika, papa wa kwanza kutoka kusini mwa dunia, na papa wa kwanza Jesuit. Alizaliwa Buenos Aires, Argentina mwaka 1936 kama Jorge Mario Bergoglio akiwa ni mtoto wa wakimbizi wa Italiano ambao waliukimbia utawala wa kifashisti wa Italia. Baba yake alikuwa ni mfanyakazi wa relini. Alizaliwa mpambanaji, kwani kwenye utoto wake alipata maambukizi kwenye mapafu yake na sehemu ya pafu likatolewa. Akasoma na kuhitimu kama mtaalamu wa kemikali. Kazi zake za kwanza zilikuwa ni mfanya usafi, ni janitor na bouncer kabla ya kuchagua njia ya upadre. Alipadirishwa mwaka 1968, akawa askofu mkuu wa Buenos Aires, na mwaka 2001 akaapishwa kuwa kardinali na Papa John Paul wa pili. Akashika nafasi mbalimbali mbali za uongozi hadi pale mwaka 2013 akiwa na miaka 76 makadinali wenzake wakamchagua kuwa askofu wa Roma na kiongozi wa Wakatoliki zaidi ya bilioni 1.3. Theo Georgius Marius Kardinalis Bergoglio akichukua jina la Francis. Usiku alipoapishwa tu akaonyesha yeye ni nani, kuelekea hotelini kwake akapanda basi badala ya limousine, gari ya kifahari aliyoandaliwa lakini pili, akachagua kukaa kwenye chumba cha kawaida sana badala ya chumba cha kifahari maalum kwa ajili yake. Alipenda kujichanganya na akaruhusu kuongea na watu wa jamii zote, huku akitumia nguvu kubwa kuzisemea jamii ambazo zimetengwa. Salamu alaika. Yesterday I called as I do every day, the parish in Gaza, but let us pray for Gaza, for peace. Kupitia azma yake ya kuhimiza mazungumzo baina ya dini mbalimbali mbali, alitembelea nchi zaidi ya 60 akakutana na, na viongozi wa dini mbali mbali na kuzungumza nao, na kutokana na kupenda sana kuwa karibu na watu wa kawaida mitaani wakamwita the people's pope of the 99%. Afya yake ilikuwa inatetereka mara kwa mara na hatimaye Aprili 21 mwaka 2025 akafariki dunia akiwa na miaka 88. Kwa sasa baadhi ya makadinali aliyowateua watakuwa sehemu ya wale watakaomchagua mrithi wake. Uh, wote wawili waliokuja baada ya yeah, Yohane Paulo wa pili wote nimekuepo me, katika hiyo conclave. Etego Polycarp Kardinali Pengo mnawekwa katika mazingira ya, ya kutokuwa na ties na watu wengine, manake labda, inawezekana kulingana na historia ya kanisa, kumekuwa watu wanajaribu club nani awe baba mtakatifu na nini, kwa hiyo hata mambo ya, ya simu na nini hampashi kutumia, hata ungetaka kutumia kwa kuibia unakuta na ni, ni, ni, ni kama zone imeshafungiwa. Kwa kawaida, papa wa kanisa Katoliki huchaguliwa kupitia mchakato wa siri unaoitwa conclave ambao hushirikisha makadinali chini ya umri wa miaka 80. Kutokana na historia ya kanisa, wameona kwamba ni vizuri kadinali akisha kufikisha miaka 80 eh, ya umri siwe na ruhusa ya kwenda katika kuchagua Baba Mtaatifu. Labda wanafikiri mtu ukishafikisha miaka themanini unaweza kuyumbishwa na ukapigia watu kura hata uelewe sawasawa ni kitu gani, labda kiumri. Lakini kulikuwa sababu, wale makadinali sio tu kwamba ni wa uchaguzi maalum wa huyu Baba Mtaatifu, lakini ni washauri wa huyo Baba Mtaatifu, ni kama wasaidizi wake, ni kama maofisa wake. Na hapa kuna hatua za msingi tu za jinsi papa anavyopatikana. Hatua ya kwanza ni maandalizi ya conclave. Yes. Baada ya kifo au kujiuzulu kwa papa, kanisa Katoliki linapita katika kipindi kinachoitwa Sede Vacante, yaani kiti tupu. Kardinali wanaohusika na mambo ya kanisa, yaani kamelengo, kusimamia mambo ya kawaida hadi papa mpya atakapochaguliwa. Makadinali wote wanaostahiki, kawaida ni chini ya 120, hukusanyika Vatican, hasa katika kanisa la Sistine Chapel, ambapo conclave hufanyika. Ndiposa zoezi la pili linaanza la kupiga kura. Makadinali hupiga kura kwa siri mara mbili asubuhi na mara mbili alasiri kila siku hadi mmoja apate theluthi mbili za kura, yaani mbili ya tatu za wote waliopo. Kila kadinali anaandika jina la anayempendekeza kwenye karatasi ambayo huchomwa baada ya kura. Ikiwa hakuna mshindi, kemikali huongezwa ili moshi mweusi utoke, kuashiria hakuna papa aliyechaguliwa, na ikiwa mshindi amepatikana, moshi mweupe hutoka na kengele za kanisa la Mtakatifu Petro ulia. Kwa nadharia, mwanaume yoyote mkatoliki aliyebatizwa anaweza kuchaguliwa kuwa papa hata asipokuwa kardinali au padri, lakini hata hivyo tangu mwaka 1378 papa wote wamechaguliwa kutoka miongoni mwa makadinali. Huchaguliwa kulingana na mahitaji ya kanisa wakati huo, kama uongozi wa kiroho, uwezo wa kusimamia kanisa na msimamo wa kiimani. Hatua nyingine ni kukubali uchaguzi. Baada ya kupata kura za kutosha, ulizwa na kadinali mkuu wa makasisi ikiwa anakubali uchaguzi. Ikiwa anakubali basi atapewa nafasi ya kuchagua jina la upapa, kama alivyofanya Papa Francis. Kisha anatangazwa rasmi kama papa mpya kutoka kwenye balkoni ya kanisa la Mtakatifu Petro kwa kauli ya Habemus Papam, ikiwa na maana tunaye papa. Anuncio vobis, Gaudium magnum, Habemus Papam

Conclave hutumia muda gani? Muda wa conclave unaweza kuchukua siku chache hadi wiki, kulingana na jinsi makadinali wanavyokubaliana. Kwa mfano, uchaguzi wa Papa Francis wa mwaka 2013 ulichukua siku mbili. Na conclave ni siri kali, na makadinali huchukua kiapo cha kutotoa taarifa za mchakato huo, na hii inalinda uadilifu wa uchaguzi. Makadinali wengi kutoka Ulaya lakini idadi ya wale kutoka Afrika, Asia na Amerika ya Kusini imeongezeka. Na kuna uwezekano wa papa kutoka maeneo haya katika siku zijazo kama ilivyozungumzwa na Kardinali Peter Turkson wa Ghana.